Amefafanua majaji kuonyesha kwamba Bakwata sio baraza la Waislamu wote isipokuwa ni wale Waislamu ambao wametajwa ndani ya bara, ndani ya katiba. Leo ilikuwa ni siku ya, ya hukumu ya shauri kubwa ambalo uh, Waislamu wamefungua hapa nchini kwetu Tanzania. Ilikuwa ni shauri la kikatiba ambalo limefunguliwa mwaka 2024, na katika shauri hili Waislamu walikuwa wameshtaki mahakama mamlaka e, tatu za serikali ambazo ilikuwa ni e, Rita msajili, wizara mambo ya ndani, mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini vilevile kwenye shauri hili pia walikuwa wameshtakiwa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania Bakwata. Shauri kimsingi ilikuwa ni shauri la kudai uhuru kwa Waislamu katika kujiamulia mambo yao wenyewe katika dini kwa maana ya uongozi e, uanzishaji wa taasisi mbalimbali na hata umiliki wa mali. Hili ni tatizo kubwa ambalo waislamu wamekuwa wakilipata hapa chini kwetu Tanzania. Kwa miaka mingi sana, waislamu wamekuwa wakilazimishwa pale ambapo wanapotaka uhuru katika masuala hayo, kwamba hawawezi wakafanya isipokuwa kwa kupata kibali cha serikali, lakini kupitia e, baraza la Bakwata. Kwa hivyo, waislamu walileta shauri mahakamani kudai uhuru katika mambo hayo, na baada ya, ya miezi kadhaa, leo hii Mahakama Kuu imetoa uamuzi. Uamuzi uliotoa, kwanza, imetamka kwamba Bakwata sio chombo kinachowakilisha Waislamu wote wa Tanzania, isipokuwa kinawawakilisha wale waliohiari wao wenyewe kuwa chini ya Bakwata. Na kwa maana hiyo, eh, hukumu hii ni taarifa rasmi kwa mamlaka zote za serikali kwamba pale ambapo Waislamu wanapotaka kwenda kuomba huduma yoyote ile, basi wasilazimishwe kwamba lazima walete barua kutoka Bakwata halafu ndio wapewe hiyo huduma. Kwa mamlaka zote sasa hivi za Waislamu na Waislamu moja moja wamekuwa huru katika e, uanzishaji, umiliki au pale ambapo wanapotaka jambo lao lolote. Hii ni fursa kubwa, ni uhuru mkubwa sana, na shauri ilikuwa ni shauri ya kikatiba na niseme tu kwa niaba ya wale waislamu ambao tulileta shauri hili mahakamani kwamba tutaandaa kongamano muhimu sana ambalo wanasheria watakuja kutoa ufafanuzi na umuhimu wa hukumu hii ambayo iliyotolewa leo na Mahakama Kuu ya Tanzania. Ni hukumu ya kwanza kubwa kutolewa katika nchi yetu Tanzania. Yaliyozungumzwa ni mambo mazito ambayo nafikiri pale tutakapopata fursa ya kuhudhuria kwenye hilo kongamano E, Waislam watapata elimu kubwa na watapata ufafanuzi mkubwa na watajua kwa kiasi gani ambapo wanaweza kunufaika sasa na hukumu hii iliyotolewa leo. Kwa hivyo, niseme kwamba kwa sisi ambao tulioleta shauri hili kwa niaba ya Waislam tumewakilisha vizuri na tunashukuru sana kwa namna ambavyo shauri hili limemalizika. Tunapeana mikono. Amefafanua majaji kuonyesha kwamba Bakwata sio baraza la Waislamu wote isipokuwa ni wale Waislamu ambao wametajwa ndani ya bara, na, na katiba yenyewe Bakwata ambao hao ni eh, shafi na suni Waljamaa, ndio walivyotajwa wao kwenye katiba ya Bakwata. Kwa hivyo Mwislamu ambaye si madhehebu hizo, kwa mujibu wa hukumu iliyotolewa yeye, iliyotolewa leo, ni kwamba yeye hausiki na Bakwata. Ndivyo ambavyo ilivyotolewa. Kwa hivyo mahakama imetoa tamko kwamba Bakwata sio chombo cha Waislamu wote isipokuwa ni chombo wanaokuwa chini ya Bakwata ni wale ambao wametajwa ndani ya katiba ya Bakwata.